Brada, umaskini mbaya. Bradha maskini, umaskini mbaya. Umaskini haujampendezesha mtu maskini. Epuka sana kitu kinaitwa umaskini. Mimi nakuambia, umaskini za kufanisha, ukaenda ukapokonywa kiti mahali. Umaskini unaweza ukakufanisha, ukaenda ukapokonywa kiti mahali. Umaskini huna sauti, na umaskini huo huo Yani hauwezi kuwa na usemi mbele za watu ukiwa maskini. Minakuambia, naweza kuwa mkubwa na mtu mdogo akaja kapawa kiti kwa sababu ya ana maisha mazuri, lakini wewe mtu mzima huna kitu kakalishwa chini. Kwa hivyo maskini haujamkubadilisha mtu yoyote. Kwa hivyo epuka sana, epuka sana umaskini. Tupambaneni, tutafuteni hela ukitaka kuwa mtu mbora, ukitaka kuwa mtu wa watu, ukitaka kuwa mtu wa kupendeza kwa kila mtu, aya ndugu yangu, tafuta pesa, pesa. Usidanganywe.